Furaha kubwa kwa sababu tangia saa kumi usiku uh, kuu polisi akiniamsha akisema mambo yako sawa. Amenihakikishia kwamba hakuna lolote la kutia wasiwasi na amenihakikishia kwamba kuna idadi ya kutosha maafisa polisi, na hilo nimeshuhudia, maana wakati nimeamka nimeanzia vituo uh, kadhaa ambavyo nimeenda kibokoni umbani na kadhalika na nimeona kwamba idadi ya maafisa wa polisi walio kwenye sare ni ya kuridhisha. Nimeshukuru sana kwa sababu hata raia wanapokaribia vituo vya kupiga kura wana imani kwamba hapa kuna usalama. Kwa hivyo tumeangalia pia uh, namna ambavyo kura imeanza. Imeanza saa 12 katika vituo vyote ambavyo tumeripotiwa. Uh, hakuwa na tatizo lolote la mitambo na raia wa Magarini wameanza kupiga kura. Idadi bado ni ndogo, nafikiri desturi ya huku mapema kidogo si besti, lakini naona ikizidi. Vituo vingine tumeona watu 57, uh, vingine watu 20, lakini tunaamini kwamba kadri kunavyozidi kucha, idadi hiyo itaongezeka. Kwa hivyo mimi ni kuwaomba kwa tu raia wa Magarini kwamba watoke nje waje pige kura katiba inawapa uhuru kuamua atakayekuwa kiongozi wao na wasiwe ni wenye wasiwasi kuketi majumbani bila ya kutekeleza wajibu huo waliopewa kikatiba the the has set exercise exercise that be very peacefully and so uh, so far so good we don't have any hitches uh, uh, reported anywhere i want to to to also inform the public that this is the time to come out in big numbers to exercise your democratic rights please We have occupied the entire Magarini. Come out, your security and the safety is assured. We are there for you, along with the IEBC officials and the materials are well secured and protected. I also want to put notice on those any person with an intent or making any preparations to cause any defiance and disobedience of law, we are going to deal with you accordingly. Be on notice. Atu tchekana muda hapa gazeti tutaifanya regardless of whom you are. We are going to deal with you categorically and. Never make any attempt. Tangu asubuhi vituo vimefunguliwa vizuri na Magarini wanaendelea kupiga kura, akuja kuwa na tashishi yoyote ia usalama ala kama ama kimitambo, kila kitu kiko sawa. Mimi yangu ni kuingiza baada ya kura kupigwa, sasa kwa matangazo Nilisema, niliambia tangu nikiwa ninaongea na vyombo vya habari kwamba tallying center ni wale watu wanaruhusiwa, chief agent candidate na pengine spouse. Wakati mtu yoyote yule ambaye haruhusiwi kuingia kwa tallying center, tafadhali kaa nje ama ukae kwa nyumba uangalia matukio ua, manake hapa sasa itakuwa ni security zone, yote ambaye hastahili kuwa hapa Akipatikana aloita rengaran, basi tutampeleka askari wa jinu ahivi huo iiewangu. Kama huruhusiwa kuwa hapa, tafadhali kaa chini, hata wewe. Coco FM, ladha ya Pwani.